Nilikuwa nakutafuta kwa. Umechaguliwa kuwa mfanyakazi bora, si ndio? Ujakosea ndo unajifanya umechaguliwa kuwa mfanyakazi kazi bora. Wewe acha kujipendekeza pendekeza kwa mabosi. Dogo, unakuja juu sana, nitakuharibia. Nakwambia nitakuharibia. We umekuja juzi, kwa kazi gani unazozifanya wewe? Kuna kazi bora unazozijua wewe. Sisi tumekaa hapa hii hospitali sasa tuna miaka zaidi ya 20. Pepe pepe pepe mfanya kazi bora kwa ufanya kazi bora gani wewe? Ufanya kazi bora kujipendekeza kwa mabosi, kujisogeza kwa mabosi. Umechaguliwa kwa mfanya kazi bora. Kama utatangazwa pale sokoni kwamba wewe ndio mfanya kazi bora. Utanijua mimi ndio nani kwenye hospitali hii. Muulize yote yule. Ufiki popote. Yaani ufiki popote. Wala aya unayopanga hauwezi kufanikiwa. Hauwezi. Ana nilikuwa ka namwelimisha hapa mdogo wangu masuala ya kazi. Nimesikia kila kitu unachoongea eh. Kwani unafanya hivyo? Huyu hajajichagua yeye kuwa ni mfanya kazi bora. Kamati ya maadili imekaa na kuchunguza nani anayefanya kazi bora, imeonekana ni huyu, eh? Lakini wewe tayari unaanza, unaanza kumzongazonga kuwa sijui anajidai anafanyaje. Kwanza fikiria, Anakuwa wa kwanza kuingia kazini, anakuwa wa mwisho kutoka kazini. Wewe unachelewa kufika kazini na unakuwa wa kwanza kuondoka, nani apate ufanyakazi bora? Kumbuka huyu amepata, ni haki yake. Anayevuna haba atavuna haba, anayevuna anayelima vingi atapata vingi. Sasa wewe, nije nisikie tena unafanya hivyo, sitaki tabia hiyo mimi unamwelewesha una muere, una nini huyu, wakati yeye anajua wajibu wake eh? Ndio mnawakatisha watu tamaa ya kufanya kazi vizuri, sindio eh? Usijivunie ule ukongwe wa kuwa kazini tafadhali. Jirekebisha tabia yako hiyo, tena nisisikie tena jambo hilo sawa? Sawa na wewe, yani wakati wowote wakikuzongazonga uje unitaarifu, sawa? Haya, endeleni na kazi.